Nimkumbushe naibu wa rais nimkumbushe, si mkumbushe, tukiwa tumezungumza hapa na rais, naibu wa rais, tukiwa pale Jaribuni, umetajia shule ya Ganze Ganze. Mimi niko hapa, kuna shule inaitwa Mitangani secondary iko na wanafunzi 1600 800 girls 800 boys, wanataka basi mbili tu, onaje, mbili tu. Kwanza yako moja moja kutoka kwa rais atoe naibasit na, na, na, na pili, nimkumbushe hii Ganze constituency iko na sub county mbili Ganze na Kauma. Pale Kauma kunataka kujengwa headquarters ya Kauma sub county, kweli uongo?

Tutaki, atutaki ndovu kule Magarini, hatutaki ndovu Kaloleni, niseme siseme. Mimi nataka kupeana pesa naibu naibu rais laki moja elfu miya moja, pesa za Kenya, imwongeze naibu hapa